Hey guys, karibuni tena katika chaneli yangu. Leo nimewaletea pishi la half keki, half keki za hamira. Yaani hii video imeuliziwa sana sana sana. Kwa hivyo angalia hii video hadi mwisho ili usiniulize maswali mengi kwa comment section. Aya, hapa niko na unga wa ngano, unga wa kawaida nimetumia, kiasi cha nusu kilo. Sukari nimetumia hicho ni robo kikombe, kama vijiko vinne vikubwa. Nimeweka na iliki niliyosaga kama kijiko kidogo cha chai. Mahitaji yote na vipimo nitaweka kwa kwa description box. Aya, hiyo ni hamira. Nimepima na kijiko cha chai na nimeweka vijiko viwili, lakini iko cha pili na please before niulize maswali kwa comment section, au umeweka kiasi gani au umefanya vipi. Baada ya hapa tafadhali tuwe na ile niya kuangalia video hadi mwisho jamani, ndio maswali yapungua kwa comment section na tuelewe wewe. Haya, baada ya hapo nimeweka baking soda. Hii ni baking soda, ama bicarbonate, na nimeweka kijiko kimoja lakini inacho pia hakikujaa vile sana. Hii baking soda inasaidia half keki kupasuka, kwa hivyo usikose kuitumia. Aya, baada ya hapo changanya vitu vyako vyote viweze kuingiliana. ukiona basi uweze tumia mkono, basi tumia mchapo, mimi nilitumia mkono, ndio kila kitu kiingiliane vizuri. Nimefanya videos nyingi nyingi za half keki, lakini sijawahi fanya ya hamira na nimekuwa nikiulizwa hivi sana. Kwa hivyo, kama unataka video zingine za hafkeki angalia kwa playlist zangu ama video zangu zingine, ziko hafkeki za biashara, hafkeki za unga wa ata, hafkeki za baking powder. Yeah. Baada hapo ni mafuta, mafuta ya vuguvugu vugu. Nimetumia robo kikombe. Sawa, tunaweka mafuta kwa kukandia half keki ili ziweze kuwa soft, maana hizi half keki si vitu utapika ukule hiyo siku moja umalize, zinaweza kata siku mbili ama siku tatu. Kwa hivyo ukitumia mafuta zitaendelea kuwa soft ama laini. Aya, na hii process ni muhimu sana. Ukiweka okay, mafuta hakikisha unga wako umeuchanganya vizuri, ili uwe kama kama design ya mchanga vile. Aya, baada ya hapo nimeweka maji. Maji ni ya kawaida, nimetumia kikombe kimoja. Na ninaweka kidogo kidogo nikichanganya ili unga wangu usitote. Ninaweka kidogo kidogo kama hivyo na ninachanganya unga. Afikiki haukandwi sana, yani unakanda tu kidogo. Unga ukishachanganyikana vizuri, ukishalainika vizuri, unakuwa uko tayari. Na guys, kama kuna video zingine zozote mngetaka nifanye please, ni niambieni ni kwa comment section. Aya, unga wangu ndio huu nimeshamaliza kukanda. Kama basi maji maji ya hicho kikombe hayatatosha ama utakuwa unahitaji maji zaidi, unaweza weka kama vijiko viwili vikubwa tu, ndio unga wako usiwe usinate. Nimekanda kama hivyo. Na unga wangu uko tayari, tatengeza donge kama hivyo, nitaweka na nitafunika kwa dakika kumi hadi kumi na tano Haya, baada ya dakika kumi na tano tunafunika ili unga uweze kupumzika. Baada ya ya kumi na tano ndo hivyo, ninachanganya tena vizuri, nitaugawanya mara mbili inategemea na Uh, kiwa, kiasi cha donge lako likiwa ni kubwa, utagawanya mara mbili ama mara tatu. Ikiwa ni dogo, unaweza tu kusukuma moja kwa moja. Mimi niligawanya kama mara mara mbili, kama mnavyoona, alafu nitasukuma. Samahani kama ninakosea kosea, nimepeza kitambo sana kufanya video kwa hivyo mtanibia radhi. Haya, lina sukuma. Ukitaka half keki zako zipasuke ile sana, basi usikate nyembamba sana, lakini kama unataka yani, zi zi zisipasuke ile sana, ndio zikue ngumu hadi ndani, utakata saizi kama hiyo niliyokata. Sawa, mimi nilikata mara mbili, kuna zile nilikata ndogo kama hivyo, na kuna zile nilikata nene. Haya, hapo nishaekeza mafuta yangu kwa moto, kama mnavyoona mafuta haya kwa moto vile sana, yameshika tu moto kidogo, na moto ni wa kati, yani si mkubwa, si mdogo, moto wa kati. Haya, nitaika half keki zangu hapo, niziache na nizipatie tu muda kama mnavyoona, zinajipika zinajipika tu polepole, yani hazina haraka, na zimeanza kupasuka kama mnavyoona. Hiyo ndo raha ya half keki. Kipika half keki inafaa kushambuka kama hivyo. Aya, najeuza na kijiko taratibu, ili nisiweze kuzivunjavunja, maana huwa ziko laini sana. Tazijeuza kama hivyo, nipike wa hiyo saidi nyingine mpaka paka zitakapoiva kama hivyo. Unazipika na moto mdogo, ili ziweze kuiva ndani vizuri. Ukipika na ule moto wa moto mwingi, basi half keki zako zitakuwa na kama lile jinyama hivi ndani, zitakuwa kama ugali yani. Kwa hivyo pika na moto mdogo mdogo, usiwe na haraka nazo. Haya, hapo ziko tayari, ninazitoa ili niweze kuzi ziweze kutazeka mahali ziweze kuchuja mafuta. Na samahani kwa any background noise, shule zimefungwa, watoto ni wengi, kelele ni nyingi kila upande. Haya, half keki zangu za hamira ni kama hivyo, mnazo mnazo ziona zinapendeza, zimeshambuka vizuri na ni tamu. Asanteni sana kwa kuangalia hii video na bye.